Fadhari bonyeza neno subscribe chini ya video hii. Jeshi la Marekani minri limeripotiwa kutuma misafara mingi ya malori yaliyo beba wana wanajeshi silaha, na zana kivita, pamoja na suhula za kilojistiki kutoka ndani kabisa ya Syria hadi katika kambi kubwa ya anga ya Ain Al Asad katika jimbo la Anbar nchini Iraq, ambayo ina wanajeshi na wakufunzi wa Marekani. Duru za kiusalama za Iraq zikizungumza kwa sharti la kutatajwa jina zimeliambia shirika la habari alma la almaaloma la lugha ya Kiarabu la Iraq kwamba misafara hiyo iliingia katika ardhi ya Iraq siku ya Jumamosi na kuelekea kwenye kambi ya anga ya Ain al Asad iliyoko takriban kilomita 160 magharibi mwa mji mkuu Bagdad. Chanzo hicho hakikutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Siria na kupelekwa katika kambi ya Ain al-Asad. Duru hizo za kiusalama zimebainisha kuwa misafara ya kijeshi ya Marekani inajumuisha magari ya kivita, vifaa vya kilojistiki, wanajeshi, silaha ndogo ndogo na nyepesi, pamoja na silaha nzito za kivita. Chanzo hicho kimesisitiza kuwa ndege za kijeshi za Marekani zilipaa juu na kulinda misafara hiyo ya kijeshi ilipoingia Iraq kadhalika hatua za usalama ambazo hazijawahi kushuhudiwa ziliwekwa kwenye barabara kuu na nyinginezo zinazoelekea katika kambi ya ain al asad maafisa wa wizara ya ulinzi ya us pentagon walithibitisha siku ya ijumaa kwamba jeshi la marekani lilikuwa linapunguza idadi ya wanajeshi ambao walitumwa nchini siria kwa karibu asilimia hamsini katika muda wa wiki na miezi michache ijayo Pentagon haikueleza katika taarifa yake ni wanajeshi wangapi wataondolewa, lakini gazeti la New York Times liliripoti Alhamisi kwamba idadi hiyo ni mia sita. US ina zaidi ya askari elfu mbili nchini Siria, wengi wao wapo katika maeneo ya kaskazini mashariki yenye utajiri wa mafuta.